Si, ninayempigia simu jioni ya leo msikilizaji, si mwingine bali ni producer na ni artist kwa jina Abeddy Ngosso. Amehusika sana kujenga gospel hits hapa nchini Kenya, Afrika Mashariki na ulimwenguni kwa ujumla. Leo anakalia kiti cha hii si ya kusahau, atuambie tu, mbali na yeye kuwa producer, na msanii ni kitu gani katika maisha yake ambacho hawezi kukisahau daima dawamu. Namtafuta mzee mzima, kijana lejendari Abeddy Ngosso. Shika simu mzee baba, mm. na wimbo wake mmoja amazing sana unaitwa Salama. Kishika simu tu hivi atuambie ni kitu gani ambacho hawezi kukisahau kwenye maisha yake. Alo, mzee baba Abedi Ngoso, mzee baba, vipi? safu sana nakuwaje mtu wangu? Chakua baba, nashukuru Mungu ametulinda baba. Bwana, siku nyingi sana hatujasemezana, uko wapi? Hapiona, niko Nairobi tu baba. Hii Nairobi tu tunapigwa baridi pamoja tu, baridi akaingia hata kama kaka ngambo kidogo, lakini hmm, nashukuru tu. wanasemaga Mm wavyele kwamba hii baridi kukupiga ni chaguo lako au sio bana? Uko jiji kuu Sheikh. Eh, baba nipo. Kuna aina ya meko kibao hapa, hata ukitaka la gesi unapata Mwalimu hapa kutoka Radio 47 na upo hewani live ndani ya Radio 47, ndugu yangu, upo live tu sana mbona. Yani, igwewa kabisa tena be. Unategewa na Wakenya na watu kutoka mataifa mbalimbali mbali zaidi ya milioni 47. Basi nimekuweka sportini, ndio hiyo sasa, kitengo kinaitwa hisi ya kusahau, hisi ya kusahau ambapo tunapigia mtu mmoja anatuambia kitu kimoja katika maisha yake ambacho daima dawamu hawezi kukisahau hmm. Mm, mm, iwe labda mm, ni kwenye, kwenye usanii ni kwenye production mm, pale ni kwenye maisha yako mm, ya mapenzi ni shuleni mm, labda ulipokuwa mm, chekechea. Yaani, kuna incident moja tu ambayo ina stand out kwenye maisha yako itakuwa ni gani, mzee? Baba kunavyo mzee, yani, ka, kadhaa lakini kuna moja mzee Yaani baba ile imenijali, yani, yani, ilinipiga yani, yani, ya na ujanja wangu wote kachupe, kabidi ishuke chini baba. Ehe, eh, ulifanywaje? Sasa mimi bana, kuna moja ilitokea bana tulikuwa na na mke wangu alikuwa na mimba, alikuwa anategemea kuwa na you know kijana fulani ambaye kwamba Mungu alikuwa ametubariki bana. Sasa katika hali hiyo tukiendelea endelea miezi saba pale bana, nikapoteza bana yule kijana si mpaka leo inaniumama. Yaani Mungu siwele kwaani, yani mipango yani ikaharibika yote baba. Yani hiyo sitasahau ndugu yangu yani, hey. Ile inanipiga nikikumbuka hivi, nasikia roho yangu noma ndugu yangu, hiyo ilinisukuma baba yani, lakini kasema anyway, kwa sababu mimi ni mwanadamu, sina la kufanya mbele pale no. Kabidi nitulie tu, katuliza tu mpira pale, kasema basi, Mungu anajua ni kwa nini amefanya hivyo, lakini kiukweli hiyo mm. mm. Huu inanipiga sana kaka yangu kakangu y yani. Hey, pole sana mtu wangu hey, bwana kijana alikuwa na miezi saba tu miezi saba ndugu yangu yani, katika hapo ulivyofika na unajua, ni kwa mpaka nimemwandalia wimbo yani, nikifika ki. hmm. mm. pale namna gani vipi? Unajua ile time watoto wanacheza ndani ya tumbo pale ukipiga no. Leo wimbo ukipiga kilimba tu pale, unaona kijana anaanza kurusha miguu za unaona movements, ah si yani hatari, mimi mwenyewe na ah, kumbe yani, kumbe ina kuwanga hivyo sasa. Ikatokea bana, ilipotokea ndo nikaumia sana, lakini nikasema no. Basi Mungu ni mwema tu ndugu yangu eh, pole sana ndugu yangu basi Abeddy, skumradhi eh, pole sana hiyo mm, ni mimi baba, yani maisha yangu ndugu yangu naweza imagine, manake mtoto unajua hii hmm, miezi tisa ya ujauzito huwa ni kama investment. Pia mmepitia mambo mengi sana yani, okay. Yani na sana, sana, madam trimester ya kwanza yani, ya pili, ya tatu mmeenda scan mpaka mmempokea mumekaa naye miezi saba alafu anaondokea Ebu imajini ndugu yangu yani yani, yani ah. Miezi saba tumekaribia kabisa, ndio ndo hapo ufukweni ndo huu alafu mambo ndo hayo yani, bro ilinipiga ile. Ah. Eh, pole ile pole, ujanja wangu yote na uhuni yangu yote na ujuaji wangu kumbe kweli Mungu yupo tu bana, nitafanyaje? Ni kweli ama ni sawa tu bana. Baada yake walikuja wengine ningeweza ku, ningeweza kulivasi mm, nge, ngependeza sana lakini basi tu ya nilikuwa na nilikuwa naye tayari mmoja, lakini no. nyuma nyuma pale nilikuwa nimepitia tena, zaidi ni stori refu, lakini ni sawa tu okay, ni sawa tu, next time nitakupatia tu vizuri polepole kwa sababu ya time naona e, jua tukianza saa hii tutamaliza karibu wanawo aupata, yeah. So, okay, <laughs> nakusoma sana bosi wangu, huu wimbo ambao ulikuwa umeuimba kwa ume, ume, ume ajili ya mwanao uliutoa baadaye Niliutoa, nimeutoa, lakini basi tu hivyo, huwa sipendi kusikiza sana, kwa sababu unarudisha kule, unaona. Ndio hivyo, baba. Shukrani sana bosi wangu kwa kuzungumza nasi, bosi Abedi mwenyewe, Ngoso Production. Sipime hapa, tunafanya muziki, mziki itakuwa salama. Aa, mi nashukuru sana baba, umenipatia dakika kidogo ya kuji ya kukumbusha yale mambo ambayo nimepitia. Karibu. Ah, basi nashukuru bwana. Mungu akubariki sana kakangu. Nawe pia mzee mzima, hii si ya kusahau.